ya kilimo utakuta tuna program maalum ya kurihisha ujuzi kwa vijana, program inayoitwa BBT Building Better Tomorrow Youth Initiative kwenye upande wa sekta ya kilimo, ambapo vijana wanakusanywa pamoja, wanaimarishwa, wanapewa ujuzi, wanapewa ardhi, wanapewa na mtaji wa kuanzia, ili waendeshe maisha yao. Kwenye sekta ya madini pia tunakuja na BBT in mining, mining building a better tomorrow in mining youth initiatives. Uweko wa programu hii ya mafunzo kwa vijana ambayo inafanywa na wenzetu wa GGM, inatusaidia kuendelea kuturahisishia kuwa na vijana ambao wanaandaliwa kesho yao iliyo njema katika sekta ya madini. In response to this challenge that GGM introduced the Graduate Recruitment Program and the Integrated Mining Technical Training Apprenticeship Initiative. These programs were designed not only to build a strong talent pipeline for our operations but also to support national efforts in creating a skilled and competitive workforce. Ujio wetu hapa tunaamini kwamba tutajifunza vitu vingi, kwani kwa muda wa mwaka mmoja tutaweza kupata knowledge na skills ya kuhusu vitu vingi. Vilevile tunaamini kwamba mpaka kufikia mwisho wa programu hii tutakuwa tumejifunza kwa kiasi kikubwa ambacho itatusaidia katika swala zima la kupata ajira huko mbeleni. Mimi naona kwangu ina manufaa sana kwa sababu tunapomaliza elimu zetu za vyuo vikuu tunakuwa hatuna uwezo au experience ambayo inaweza ikawa au ikatusaidia kupata ajira, na most of matangazo ambayo yanatolewa kwa ajili ya nafasi za ajira unakuta yanahitaji watu ambao wana experience, wanakuambia miaka miwili, miaka mitatu experience, kiasi kwamba ambao sisi wanafunza ambao tunamaliza ndio tunaingia kwenye industry sasa, mtaani unakuta hatuna hiyo experience, umeona?